Sawa. Na kama utakuwa na maswali watapata fursa ya kuuliza, jibu maswali yao live tukiwa hapa leo. Sawa. Na live hii inaendelea na nafikiri tupo mkaribia kukaribia mshoni. Ndio. Eh, mpaka siku ya kesho tena tutakuwa live. Mm. Eh, kesho tutakuwa live lakini tutakuwa live na na na ndugu zetu wengine tutakuwa na somo maana Biblia inasema mkawafanye ma, mataifa kuwa wanafunzi. Yes, wanafunzi. Kesho tutakuwa tunachambua na nachambua kitabu cha neema na yes. tutaenda na sura ya pili na ya yes. tatu yes. na yes. tunachambua na tunaruhusu tutakuwa na, tunakuwa na watu ndio na tunaomba tuwakaribishe watazamaji ndio. Eh, unaweza ukawa watu kumi watano ma mi... yes. yes. yes. unasema nataka tufanye uchambuzi wa Biblia. yes. tutakuja kuchambua Biblia. yes. na tutaruhusu maswali, swali lolote. Sisi wengine tumetumwa na hii ndio namna ambavyo tumetumwa. Yes. Tutajibu maswali ya namna yoyote kwa mujibu wa Biblia. Tunapokea mieriko kokote kokote pale. Yes. Yes. Tuna Yesu amesema enendeni, tuko tayari. Yes. Kwenda yes. ndio. Yes. Nitaka uwakumbushe hilo. Asante pastor kwa kunisaidia, ndio umefanya vizuri. Ebe, ndugu alisema nimtumie andiko alitafakari, nafikiri hilo andiko umempatia, atalitafakari. Ndio. Mimi nilimjibu pale, nikasema maandiko yapo. Fuatilia ile somo version yote ya live na pia version ya live ya Mwakemwa kwenye mdahalo. Sawa, so, akaja akasema nimeuona mdahalo live, sikusikia andiko maalum lililosoma. Mm. Na wewe kuniambia fuatilia tena mdahalo, ni kama unakimbia, huna andiko lolote. Okay, tayari kishampa. Haya. Ngaja <laughs> tena ndo kwa mjibu Honest TV, kwa maana ya Pastor Kevin kwa mjibu. Eh, toka siku hiyo hiyo nilijibu pale pale eh, kwa kusoma maandiko haya, ndiyo Wakorintho wa kwanza 15:45 mpaka 47, okay, na Yohana 8:23, ambayo nimerudia sasa. Yes. Yeah. Adamu wa pili ni Yesu, ila kwa sababu mmefundishwa kupinga kila kitu mm, na kwa sababu ya utoto wa kuifahamu wakiufahamu mlio nao mm, mnashindwa kuelewa ndiyo. Lakini mimi nilishajibu siku ile ile, ndiyo. Sasa tulicholemewa ni kipi eh? Musa Kimaro akaja akasema Mungu akubariki mtumishi. Ndio, asante. Endelea kuelewesha maana mioyo yao hawa watu, mioyo ya hawa watu ni mizito, hawaoni wala hawasikii katika Kurani, Suratul Baqara, ndio. Sura ya ng'ombe jike mwenye rangi ya manjano aya mia, mfafanuzi wake Ndio. kuna neno baya ambalo si vizuri sana kulisema, nitakuwa namuumiza ndugu, lakini naomba asome mbili mia moja na nne lakini, vilevile mm, asome sura ta Araf saba mia moja na hamsini na saba mm, atang'amua kwamba kwa nini nakuwa ni tabu kuelewa mm, ataweza kung'amua unajua, by nature, kwa asili mm, Yesu alipokuja duniani maandiko anasema alikuja kutupa sisi akili, waraka wa kwanza Yohana tano ishirini mm, yani mtu kuokoka kuwa, kuwa tu, kuna ufahamu fulani unaingia kwenye ubongo wako tofauti mm, na vile ulivyokuwa unafahamu pale mm, kabla unakuwa ni kiumbe mwingine kabisa kabisa kwayo mm -hmm. tumepewa akili na hilo linasapotiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala Mungu waislamu anasema katika suratul Maida sura ya tano aya themani na mbili anasema mm -hmm. kwamba wakristo ni wasomi mm -hmm. anasema wakristo ni amesema hivyo hivyo mm -hmm. wakristo mm -hmm. ni wasomi tena anamaliza tena wamchao mungu yani wakristo mm -hmm. sisi ni wasomi, tena tunamcha Mungu ndio maana kuelewa kwetu sio tatizo, sio tatizo. <gibu> nafikiri nyundo imetosha amen. Lakini kwako wewe umenawa, damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao. Ndugu alikuwa anakutia moyo, anaitwa Msami Kimara, anasema katika hili ndugu, umenawa, damu yao itakuwa itakua juu yao wenyewe, ndio Mungu achukue utukufu wake. Amen, najua anaandika kumbukumbu. Amen. mimi nikamjibu yule Uh, ndugu yangu kaambia umekimbia, ndugu simuoni baada ya kupewa maandiko. Kwa hiyo katika somo hili, Adamu Rafiki, kipengele hicho mm -hmm. kikawa kimeisha, wow. Uh, tukawa tuna somo ambao adamu wa pili, lakini imeandikwa kwamba kumbe adamu wa pili ni Mungu, ndio akaja huyu, uh, ndugu tena huyu eh. uh, uh, ndugu tena ambayo tunamwita <laughs> eh, eh. E, maana nzuri kwa maana hatuna jina jingine, naitwa Adamu Okay, ndugu zetu wa Kristo e, nyinyi mnaelekea wapi? Aya, sasa mko hatarini, jiokoeni nafsi zenu, sasa njoni kwenye Uislamu, wachieni imani za kiajabu ajabu. Haya, nieleze hayo, ndio tunaelekea wapi? tunaelekea mbinguni.